Bwana Yesu asifiwe! Hakika ni wema wake Mungu ndiposa tuko mahali hapa. Mungu amegharamika, mbingu imegharamika, ni kwa ajili ya wewe na mimi ili tukapate kusemezana. Msomaji wangu, tutaenda katika kitabu cha Marko Marko mtakatifu mlango wa tano mstari wa kwanza. Kabla niingie kwa neno, tuamini sote. Nakushukuru Baba, ni kwa neema hii ya kipekee kwa sababu mwanao amenisimamisha mbele ya watu wako hawa, nikiwa ni furaha yangu kubwa kutumika na wao, Bwana. Kwa maana nisipokubali kutumika na wewe basi nitatumika na shetani, na sitaki kutumika na shetani, nitumike na bali, nahitaji nitumike nawe Bwana. Ninalibarikisha neno lako baba yangu, nitakapotoka nisitoke kwa kinywa changu mimi bali, ukapate kutumia kinywa changu kama ulivyosema ya kwamba tutakapotembea sawasawa na neno lako lao, tutatamka kwa kinywa chako Bwana, kunijaza mafuta ya kuenda kunena na watu wako wakati una majira haya. Na utakaponena nao mwenyewe na utakapofika tamati na, na, na, na, hakika sifa na utukufu katika jina la Yesu nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kitabu cha Marko mtakatifu mlango wa tano kwanzia mstari wa kwanza inasema: wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka <laughs> makaburini, mwenye pepo mchafu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 ambalo Yesu alinena na yule mtu mahali pale, tunamwona ya kwamba alikuwa anaishi makaburini, hakuwa na makazi yake mengine, bali yeye alikuwa amejulikana kama mkaaji wa makaburini, na hukaa mahali pale makaburini, akipanda milimani, akienda tu, akipiga makelele na kujikatakata kwa mawe. hiyo ndio ilijulikana kama desturi yake. Waliomjua walimjua yeye kazi yake ni ku, katakata na mawe na kupiga makelele kila wakati, lakini makelele yale, si kwamba alikuwa anajitambua, bali alikuwa ni mapepo ndio yalikuwa yanamfanya apige makelele. Asifiwe Mwokozi, ni kwa sababu Yesu ni mwingi wa rehema. Maandiko anatuambia kwamba akashuka chomboni, na alipokutana na yule mtu mahali pale, mapepo kumbe wanamtambua Yesu. Asifiwe Mwokozi. Amen. Mapepo wanamtambua ya kwamba tukiwa na yeye hawatatuwezi. Tunamua ya kwamba wale mapepo waliokuwa ndani yake waliitwa legioni, kwa sababu ni wengi hawakuwa. Hiyo legioni ilikuwa imebeba majina ya mapepo wote, yaani mahali pale ni wengi. Sasa ikabidi wajite, mfano wajite kama kikosi, asiakosi lakini Yesu hakutambua ya kwamba hao ni wengi hakutali ya kwamba wamebebana wangapi. Yesu mmoja kwa uwezo asikuwaagozi hey. Na tunambua mahali pale wakamwambia ya kwamba basi zitutoe mali na hiki kijiji. Mara wamezoea kutafuta mtu na kufinyilia mahali pale. Walipata yule mtu na wakamweka makaburini. Hatuwezi jua labda alikuwa na familia yake, wazazi wake watoto wake, hatuwezi jua ni mtu wa umri gani, lakini kulikuwa hakuna yeye tu, yuko mahali pale akitumika na mapema. Lakini aiuliwe huyu Yesu aliyekuja ni kwa ajili ya wale wenye mzigo wakapata kufunguliwa, aliyekuja ni kwa ajili ya wale waliolemewa, hata wengine hawajitamui tena, wakapata kuletewa tena rehema. Na nee msomaji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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu mwambie jinani yako ya kwamba ni wakati wa kuenda kuogopwa kwa kwa na watu kwa yale Yesu atakuwa ametenda katika maisha yako. Asifiwe Mwokozi. Yesu anapozuru mahali huwa lazima kuna kitu lazima ajenge mahali pale, watu walienda kueneza habari kwa sababu walimjua ya kwamba huyu mtu amzoea desturi yake, yeye ni kukaa tu makaburini, hana akili akili zake haziko sawa. Nimekwambia kwa lugha ya kirahisi, alikuwa mwenye wazimu amepagawa na mapepo hajitambui tena. Yeye tu kazi yake ni kujikata kata na mawe madamu yanamtoka mahali pale, lakini hata hao walikuwa wanazitumia zile akili.

Twendeni tukamtazame wanapokuja mahali pale, wanakuona wanashangaa. mwana shang... wali watu walioshangaa kwa yule aliyekuwa amepagawa na mpepo. Kaa vizuri na Mungu unaposimama vizuri na Mungu katika ye, tukaziona uko na maisha ambayo hata haujijui ni nini kitakachokuwa kesho Unaishi tu unaishi tu, hujielewi tena, hata katika familia upigiwi tena. Kweli mimi sina ndugu, mimi sina wapendo wangu, hata hakuwa na akili timamu. Mtu ambaye hakuwa na akili timamu anaweza kufananishwa na wale ambayo una akili timamu, mpaka nakuja katika nyumba ya baba yake, hawezi fanana na wewe. Nao chukua uamuzi wa kusimama nani, katika uamuzi wako, ni wakati wa kusimama imara katika imani yako uliyosimamisha imani ile, ikazidi kukua, ili Mungu akiwa mbinguni akaione na kaita sana. Maandiko yanatuambia ya kwamba ya usiseme ni nani atakayepanda mbinguni. Mungu anakuona Mungu wako asikuone, usione ya kwamba ile situation unayopitia baba yako aliye. Hii wiki iliyopita katikati ya wiki tumefundishwa ya kwamba Mungu ni mzazi wetu, ni mzazi wetu. Kama vile anavyoona mzazi wa dunia hii, anambembeleza mtoto wake wakati anapokuwa katika hali ngumu, Mungu ndivyo hivyo hivyo, tena ni zaidi mwana. Yeye anatujua vizuri sana. Alituumba kwa uwezo wake. Amen. Alitutengeneza kuta hapa duniani, sio mapenzi yako wewe bali ni mapenzi ya Mungu alipenda wewe wakati huna majina haya uwe katika dunia hii. Ni wengi waliozaliwa, lakini wengi hawakuiona dunia. Wengine waki, walikufa wakiwa watoto, wengine akamba ni mtoto wa aina gani. Lakini kwa nini wewe Mungu akakuweka mpaka wa leo? Yuko na lengo na sababu na wewe ili mradi tu usimkosee baba yako aliye kuumba Ma, kwa sababu unapofahamu ya kwamba Mungu pekee eh, ndio baba yangu naye ya paswa ni mheshimu pale nipo kwenye baraka za pale nipo kwenye maisha yako ya kesho. Tusibabaike na haya ya leo, tutamini kesho yetu ambayo iko mbele tu maandiko ya kap... wakati tungali mili yetu iko kama hali ya vijana kwa sababu itafikia wakati utatamani kumwabudu Mungu, lakini utakuwa umezeeka. Utamwabudu ndani ya moyo wako, uko na yani unapiga tu ile, kana kwamba unapiga kweli, na hapo ni kwa nguvu zako, lakini hata hakutoki sauti yoyote. Ni kwa sababu hakuna nguvu tena. Mungu ame ukiwa bado uko strong, ndio wakati wa kumtukuza muumba wako. Usiangalie starehe za dunia, ni kweli starehe za dunia watu wengi tunazihitaji tunazihitaji, si ndio? Kwa Mungu wetu, kuna wakati wa Mungu. Usitake faida ya, ha ya haraka kuliko kupoteza uhai wako kwa Mungu. Kuna faida, usione ya kwamba kubaki na Mungu ni hasara. Kubaki na Mungu sio hasara. umade kawa kuna majina mengi uliopewa ni kwa sababu ya wokovu ulioamua wa kukaa ndani yake ni mwaminifu tena ashukuriwe, kwa sababu kila wakati anatutia moyo katika hii madhabahu ya kwamba kila aliyebeba mwito wa Mungu lazima akumbane na vitu kama vile, lazima akumbane na majaribu. Tena tukienda katika kitabu cha Yakobo moja inakuambia je, hebu tuone kidogo, msomaji hapa tuna moyo kwamba tunapoangukia majaribu ni nini hu tusome, ms waraka wa Yakobo mlango wa kwanza kwanzia mbili kwanzia mbili na sema ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu kuleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu, bila kupungukiwa na neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe katika majaribu ndio unapata kuwa mkamilifu tena mtimilifu. Ingawaje wakati tunajaribiwa tunaona ya kwamba Mungu yuko mbali na sisi, tunajiona ya kwamba yaani Mungu hatuoni, hawezi kuwa Mungu hakuona alafu bado unapumua. Ukiwa unapumua tu Mungu anakuona unapoenda katika njia nzuri au njia mbaya Mungu anakuona madamu bado huko na ile pumzi ya Mungu ndani yako Mungu anakuona kinachokufanya wewe uwe karibu na Mungu. Kwa maana mana tunaona yale majaribu huleta zaburi, tena ile zaburi inakusongesha karibu na Mungu wako ili uwe mtimilifu na mkamilifu, ijulikane ya kwamba wewe umeokoka, ijulikane ya kwamba unaye Yesu ndani yako. Maana bila hayo majaribu itajulikanaje ya kwamba umebeba Yesu ndani yako. Na ili hata huyu Yesu akiwa mbinguni ajivunie kama alivyojivunia kwa mtumishi wake Ayubu. Au jaribu kufikiria Ayubu vile alivyopata sifa mbele za Mungu, mpaka ni shetani likaona wivu likaanza kumwambia Mungu hivi, yule si anakuja tu kwa vile umemzunguka zunguka, umemjaza mali kibao, hana shida Bwana Yesu asifiwe. so yeah, lakini akaambiwa na Mungu, yule si kwamba yuanicha kwa sababu ya mali. Hiyo mali nimekupatia wewe. Kwa sababu una tamaa, shetani ana tamaa, alitaka kuua zile mifugo za Ayubu. Sasa akajua nitafanya nini, akaenda akamtia Mungu maneno ili aje amjaribu Ayubu imani, lakini hakujua ya kwamba Mungu amebeba vyote hata kichapokufa vile Ayubu ataongezewa maradufu, kwa sababu Mungu alikuwa ameukamilisha moyo wa Ayubu, ameweka kuwa mtimilifu mbele za Mungu wake. Ayubu hakuanguka. Ayubu hata kama alifikia wakati mke wake akamwambia, aka ya kwamba mtukane huyo Mungu wako ili ufe. ikifikia wakati unamwambia mume wako mkane Mungu ufe unatarajia nini mahali pale, ama mke wako? Kwa sababu hii hali inakumba eda wa mama ama wazee. Ni kweli unapitia majaribu magumu, katika yale majaribu inafaa yule aliye ubavuni mwako ndio awe wa kwanza kukutia moyo, eda awe ni mzee ama awe ni mama, awe wa kwanza kukutia moyo, ama awe ni mzazi. Hakuna vita uko naye wa kukutia moyo huwa kuna, maha, kuna urahisi kidogo kweli kweli, si kweli right. Umekuja kanisani mchana umepata majaribu lakini, ukifika kwa nyuma kama ni mzazi wako anakuambia, usijali mwana, ni muda tu, ni wakati wako, vumilia, usijali, yuko Mungu, siku moja atajidirisha nguvu mpaka yeah. Unapokuja kanisani kesho una nguvu. Asifu Mwokozi. yeah. Lakini sasa hapa umekuja kanisani mchana Waswahili walisema usiku ni mrefu, si ndio? Walisema usiku ni mrefu. Sasa umefika kule ambako usiku ni mrefu, kule ndio sasa unapata moyo, unajeraha mpaka hujui ufanye nini. Hiyo ndio hali iliyomkumba akapata kubweka strong, hakumkana Mungu wakati wa watu wanapopitia majaribu. Na kama uko na Mungu, hautashindwa bali utashinda. Mwabudu ni mshindi. Yeye yeah, tunayemwabudu alishinda na kupitia yeye yeah, sisi tutashinda katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo usiangalia ile yanayopitia yuko aliyewaendea hata wale waliokuwa hawana akili zao timamu ambao hata walikuwa hawaendi tena makanisani. Yeye yeah, alikuwa yuko makaburini mtu wa makaburini anaenda makanisani bwana. Kwa. Hata alikuwa ajui kuna kanisa la yeye ya, maisha yake yuko makaburini, mapepo wamefinyilia, amemalizika, hatumuhesabu tena. Yeye yeah, ameenda huko, huyo si wetu tena. Abaki huko makaburini kama ni kaba, tumemfunga kila, tukimfunga tukifunga wakati